Pesa, ni Mpesa <laughs> nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji wenye nizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Na uh, uh, kwa niaba ya Kanisa Bethel International Tanzania katika branch kubwa kabisa sabasaba, leo tumeandaa kesha ambao tunaoaga mwaka 2017 kuelekea mwaka 2018. Basi sisi kama kanisa, kuna vitu ambavyo tumeguswa na Mungu tuvifanye kwa ajili wa ya Watanzania ambao wanatuangalia sasa hivi. Okay, hii sio mara yetu ya kwanza. Huwa tuna amua kufanya kwa sehemu yetu, tumai kufanya Salvation Army, jeshi la wokovu. Tumai kufanya katika hospitali ya ya ya Temeke, kufanya katika vitu mbalimbali ya yatima, na pia tumefungua foundation yetu inaitwa Survivor ambayo ina na ama Prophet Daniel Shillah na tunatoa wito kuendelea kusaidia Watanzania wengi. Kama unaishi, karibu na watu ambao hawajiwezi, ambao watu watu ambao ambao hawajiwezi Saba Saba jengo la IPP. Pia sisi kadhani tulikuwepo Singida, tulikuwa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni mwanzo tu. Maombi yenu yatatufanikisha, tuendelee kuhakikisha kufanya kitu kitu. Pia kama kuna mapartners, kuna mapartners watu wanapenda hiki kitu tunachofanya, unaweza ukafika saba saba jengo la TV, kaungana pamoja nasi kwa ajili ya ya ya kuhakikisha maisha, ya, mnyonge, ya ya bolero, ya maisha mtu mnyonge yanabadilika. Katika changamoto nilipitia hapo, leo kuna kikao cha bodi bodi ya kanisa na kampuni ya Shillah phone. Ile bodi tukakaa tukawa tunaongeana na kusaidia watu. Changamoto ya kwanza tunakutana na matapeli wengi sana, yani mtu analipiwa ada ile anasema alipiwa ada, mtu mwingine ana bomu ile anasema ana bomu. Mara kwanza tulikuwa tunatumia nguvu ya kiroho, yani tunamwona mtu, Mungu akikusemesha moja kwa moja, anamsaidia kwa sababu hii ni huduma ya kinabii. Yani mwingine ana discussion, ukishangaa na Mungu unafanya, lakini sasa hivi tumestopisha kwenye vitu vya watoto yatima, tunasomesha direct egista avina utapeli, lakini kwa watu wanaokuja binafsi, kwa watutumia nguvu za kimungu wenye kuhitaji sana, uwa tunakata vigezo vyao. Kwa mfano, kuna wachache ambao wiki iliyopita walionyesha uh, vyeti vya mazishi vya wazazi wao wa pasta, na vile vile isho ambayo kumsomesha mtu kanisa kanisa kama kanisa la kinabii au makanisa mengi duniani au masponsa wengi au naweza kusema madoni wengi duniani wanafanyaje? Wanachukua ile ada wanalipa moja kwa moja kwa mtu, hawampi hela yule mtu, wa kidisco na kwacha shule taarifa. Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa Bethel International Ministry, ambapo ikiwa uh, kama kiongozi prophet Daniel Daniel Shillah, uh, tumedhamiria kutoa viroba elfu moja ya ya ya na unga, na ishirini, uh, na kanisa la na Mama Sheila Rice uh, kampuni ya Sheila Rice, sambaji, chifima, yona, na kampuni ambayo ambayo ambayo nzima, Prophet Billy Sheila Charity ni super sembe inapatikana kwa kwa kwa maduka yote. Kwa niaba ya kanisa la Betheli na kampuni ya Sheila Super Sembe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

Sasa hakika itapendeza.